Ushawakatia? Eh. Aya, kawape kuku maji maji msha wapa tayari asikia bata wako bandani mkawafungulie mara moja nimeshawafungulia hapo nje. Ujawafungulia ningewaona. Nimewafungulia wapo kule tu ndio kaone. tangi umekaa huku ningewaona wanazunguka huku Aya basi. Wamezunguka kule nyuma Jamani, mfanya hivi e mkawaswage waje huku niwaone hapa wakiwa natembea tembea tuwe kule mpaka huku ndo. E, yani, okay, tunacheza? Jamani, mbona kazi hivyo? moja tu aswage waje hapa kina kushinda. mm -hmm, nini jamani yani, wewe nenda tukawafunguka. Oh, waswage waje huko. Michezo gani hiyo lakini? wewe nenda bwana. Twende basi ukaone. Eh, nakuja wewe, nenda nakuja mimi jamani. Vingine vinachosha hivi na kazi za watu hizi.